Kwa bado kubomoa tu lile kufuri, maiti. Masikini, masikini, masikini. Wapendwa na shindo, wapendwa munisaidie kwa maombi, nisaidieni kwa maombi. Nilipeleka Ulaya kwa gharama, nilipeleka India kwa gharama. Mwalimu unaongeza digiri, hutaki kana, mtu anapiga kelele, umenikwaza, umenikwaza zai

ndalala kutakucha, nikupeleka Ulaya, nikurudisha shule Mbeya dei fomu siksi chuo, umeajiriwa ni mwalimu mama, unaongeza digrii, unaniacha mm, ni maskini mimi, ni maskini mimi, unaniacha, unaniacha, una jua kali, omba kidogo, mjomba namumia na wa sekondari alikokuwa anafundisha fundisha Itigi sekondari school. E, hapa sina mwalimu yoyote angenisaidia. Nikirudi nyumbani, huenda sitamuka, huenda sitamuka. Utaamka kwa jina la Yesu Yesu. Nimetoka mbali naye, utaamka baba, utaamka mjomba. Mungu nisaidie bure Nimetoka mbali naye. Herman Christopher Kanjanja ni uh, okay. Kama jirani ya huyu dada aliyofariki, huyu dada ni jirani yake. Kwanza pake haikuwa anapiga ngoma, iwe Jumapili iwe siku zozote anapiga, anakaa ndani mwake anapiga ngoma na kuimba peke, peke yake, mengine anakuwa na, anasari peke yake. Sasa siku ngapi hizi zote siku tangu kabla ya Christmas, tukakuta mtu hata ngoma apigi wala nini. Nikaenda kwa baba, nikampigia baba yake simu, kasema mzee, mbona huku naona kimya hata ngoma apigi saizi huyu nani huyu dada? Akasema naomba nichungulie, nani, je taa zinawaka hapa pake? Nikasema taa ameziseti Asu, asubuhi usiku zinajiwasha saa moja ikifika asubuhi zinajizima. Akasema naomba basi, naomba niangalizie kufuli, je limefungwa au hajafungwa ndani. Nika mlango wake nikaangalia nikakuta kweli mlango umefungwa na, na kufuli. Akasema naomba basi, naomba jaribu kuitaita nikaita, nikaita jina lake nikaita, naona mtu aitiki. Nikasema mbona mtu aitiki? Sasa jo jana jie, jie, akaja baba yake juzi akasema, ngoja tu nikamwambia njoo njo tupasue nani hapa tuangalie, je kama yupo akipiga simu simu inaita tu akasema, naomba tega siki, sikio kama inaita ndani huko. Piga simu inaita naita basi jo jana akasema, ngoja niende kwa mwenyekiti nikamjulishe kwa tubomoe tu mlango nanii dirisha Akasema ninaenda kwa mwenyekiti nitaenda na kwa na ni, u, polisi nikatoe taarifa hiyo katuwezi kubomoa hivi hivi kiolela olela takamatwa. Sasa ndio leo asubuhi amekuja kwangu hapo amenigongea asubuhi, sikuwa saa moja, moja, kasoro akasema, kwa hiyo tufanyeje? Basi mimi ngoja nielekeze kwa mwenyekiti kwa Ayubu nikamjulishe nika hii swala tufanyie jambo la kubomoa kwa Ayubu. Ayubu, akasema basi nenda katoe taarifa polisi. Akaenda kwa polisi leo leo akatoa taarifa. Kwa hiyo polisi wakamruhusu, wakasema, wakampa na hati ya kubomoa ili apate kuingia humo ndani. Ameenda polisi, alipoenda polisi akanipigia simu, mwenyekiti, wamenipa kibali, wameruhusu kwa nipite kwako kwenye ofisi yako. Akasema sawa basi, niwakute hapo. Kweli nimekuja hapa, nimekuta ndio wanaanza kubomoa. Nikamwambia waanze kubomoa kwa sababu kibali wanacho. Wanapobomoa tu akanipigia simu, akasema, mwenyekiti, tunaona funguo zinaning'inia kwa ndani. Akasema kama zinaning'inia funguo kwa ndani basi Yawezekana amesahau au yuko humo huko ndani. Basi, basi sio muda mrefu tukao, tunawasiliana kwa njia ya simu akasema mwenyekiti, tumeingia ndani tumemkuta marehemu tayari ameshakufa, amejivilingisha na, na shuka, inaonekana alikufa muda mrefu, alijifungia kwa ndani. Sasa nikawa namuuliza baba mzazi kwa shida ilikuwa ni nini, inaonekana alikuwa mgonjwa kama alivyojieleza yule mzee. Kwa alitibiwa, alienda naye hospitali. Baada ya hospitali ilionekana aende kukaa kwa dada yake, kwa dada yake naona hakwenda. So unajua mtu akiwa mtu mzima sasa sijajua hapo hawakumfuatilia ilikweje, hayo ni mipango ya, ya familia yao. Kwa baada ya kufika hapa mimi kweli nikashuhudia, kwa tumemkuta mtu akiwa ndani amekufa amefia chini, inaonekana alikaa kwenye kiti amedondokea chini pale, sasa amekufa amejivilingisha na nani, lakini mwili utamanishi kwa kweli. Kwenye mtaa huu mtaa wa Igodima kwangu mimi kama mwenyekiti, ili hili tukio ni la kwanza kwenye mtaa wangu, sijawahi pata tukio kama hili. Kwayo ni tukio la kusikitisha. Mimi ni wasii tu wananchi, wanapoishi kwenye manyumba au wale wanaoishi wadada, wanaume, tukae tuwe tunajitahidi kukaa watu wawili wawili, sababu kikaa peke yako. Sasa tunashindwa kama hivi, watu tunapita, hatujui kinachoendelea ndani. Ni jambo ambalo linakuwa ni gumu hata kwa mwenyekiti, sababu mwenyekiti, huwezi ukajua hii nyu ndani mtu yupo, tunajua mtu yuko kazini, si ndio? Mm. Kao wasi, ni wasii tu wananchi, nitoe rai kusema wananchi wahakikishe mtu unapotoka nakuwa nje ya nyumbani, hakikisha mnakuwa watu wawili. Wangekuwa naishi watu wawili, tungepata taarifa. Sasa huyu dada hana mume, hana watoto, yupo yeye tu peke yake, na anafanya kazi kwao, kujua kuwa yuko ndani ilikuwa ni...